Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuwa nami. Karibu tujifunze. Siku ya leo tunaangalia saratani ya matiti, sababu zake, dalili zake, matibabu yake, kina nani ambao kwenye hatari zaidi, na matarajio baada ya matibabu. Karibu ujifunze nami mpaka mwisho, asante. Saratani ya matiti ni kansa ambayo inatokea kwenye matiti. Inaweza kumpata mwanaume au mwanamke. Wanaume wanaipata hii saratani kwa nadra sana, ukilinganisha na wanawake. Hakuna mtu anayejua kwa hakika kabisa sababu ya saratani ya matiti, na bado hatujui kwa nini mwanamke mmoja anapata saratani na mwanamke mwingine hapati, na wanatoka kwenye familia moja. Lakini pia tunajua kwamba kugonga, kugusa, kukwaruza, kushikashika, kunyonya matiti hakusababishi saratani. Lakini pia tunajua kwamba kansa, uh, hii ya matiti haiwezi kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine umri zaidi ya miaka sitini uko kwenye hatari zaidi, maana mara nyingi hii saratani inatokea baada ya damu ya hedhi kukata. Kwa hiyo hiyo, inakuwa inakuwa kwenye hatari zaidi. Kama ulishawahi wa kupata saratani ya titi kwenye titi moja, kuna uwezekano mkubwa wa kupata saratani kwenye titi nyingine, hiyo inaongeza hatari. Kama kwenye familia yako kuna mtu ambaye, labda dada yako, mama yako au binti yako amepata saratani ya matiti, basi na wewe kuna uwezekano wa wewe kupata saratani ya matiti, hatari inaongezeka. Na mara nyingi wa familia hawa utakuta wanaweza kupata saratani kabla ya miaka 40. Kama wewe umechelewa kupata sana mtoto wako wa kwanza, kadri unavyoendelea kuchelewa kupata mtoto wako wa kwanza ndio hatari ya kupata saratani ya matiti inavyoongezeka. Wanawake pia ambao wamewahi kuvunja ungo. Umevunja ungo kabla ya miezi 10 na miaka 12 inaongeza uwezekano wa wewe kupata saratani ya, ya, ya matiti. Lakini pia wanawake ambao wamechelewa au damu yao inachelewa ina, ina kukata maana inakata baada ya miaka 55, basi na wenyewe wako kwenye hatari ya kupata saratani ya matiti. Wanawake ambao hawajawahi kuzaa kabisa, hawajawahi kupata mtoto pia, hatari yao kupata saratani ni kubwa. Ukiwa na kitambi, alafu damu yako imekata, na maana imekoma kutoka, ile menopause, unakuwa kwenye hatari zaidi. Pia kama wewe unakunywa pombe kupindukia, ni moja sababu ya kuongeza hatari. Kwa hiyo mambo yapo mengi ambayo tumeangalia na kuona kwamba yanaongeza hatari, lakini kama ungependa kuyajua zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.wikielim.org kujifunza zaidi. Dalili yake kubwa ni kuwepo kwa uvimbe ndani ya titi. Asa, lakini pia unaweza ukaangalia mabadiliko ya ukubwa. Ukisimama hivi unakuta tu titi moja ni kubwa kuliko jingine, au umbo lake linakuwa ni tofauti na umbo la nyingine. Ni moja ya kitu ambacho unaweza kukusababisha ukoongeza ile suspicion na kwenda kwa daktari. Chuchu yako pia inaweza kawa inatoa majimaji au inatoa damu unapokuwa unaibonyeza. Eh, unaweza ukakuta, uh, titi limevimba hata kama ndani hakuna bonge unaloligusa lakini unaliona hili titi tu limevimba. Inaweza kuwa ni sehemu moja titi au titi lote. Unaweza kukuta pia imechubuka ngozi ile, na wakati mwingine unaikuta kama imebonya bonyea titi na tengeneza kama muonekano kama vile wa ganda la chungwa. Hiyo ni muhimu kuiangalia na uende kwa daktari. Maumivu ya titi au chuchu, lakini pia unakuta labda chuchu ile imerudi ndani kwenda ndani, na wekundu na kukakamaa kwa chuchu au ngozi ya kwenye titi. Kwa hiyo yote hayo inabidi ukiaona uende kwa daktari. Sasa kumbuka kwamba matatizo haya au dalili hizi ambazo nimesema hapa zinaweza zikasababishwa na matatizo mengine. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba daktari pekee ndio anaweza kutofautisha, uh, kama haya au dalili hizi zimesababishwa na matatizo mengine au na saratani ya matiti. Kwa hiyo ni muhimu uone daktari ili akusaidie kufanya utambuzi. Kama una dalili zinazoashiria kuwa una saratani ya matiti, daktari atafanya uchunguzi kugundua kama dalili hizo zimesababishwa na saratani au zimesababishwa na sababu nyingine. Daktari atahitaji kuchukua historia yako binafsi na familia yako. Anaweza pia kukufanyia uchunguzi wa mwili. Sasa anaweza pia kuagiza ufanye vipimo, kwa mfano, kipimo cha mammogram au kipimo kingine cha picha vipimo hivi Uh, vinapiga picha tishu zako za, za ndani za titi kuangalia kama kuna shida yoyote. Baada ya vipimo anaweza kuamua kama anahitaji vipimo vingine au la. Sasa kama daktari amegundua kuwa kuna tatizo, anaweza kuagiza ufanye vipimo vingine zaidi. Kwa mfano, anaweza kaagiza ufanye ultrasound ya matiti, anaweza kaagiza ufanye MRI scan, au anaweza kaamua kukata kinyama kidogo cha ile sehemu iliyovimba, hii tunaita biopsy na kukipeleka maabara kwa ajili ya vipimo na kuangalia. Sasa vipimo, vipimo hivi vinamsaidia daktari kuamua mpango, uh, sahihi wa matibabu baada ya kugundua kwamba una, una, una saratani. Kuna aina tofauti tofauti za matibabu kwa wagonjwa wa saratani za matiti, lakini kwa hapa kwetu Tanzania tunatumia hizi nne ambazo ni kuu. Cha kwanza ni upasuaji. Wagonjwa wengi wenye saratani ya matiti wanafanyia upasuaji ili kuondoa ile kansa. Sasa kiwango na ukubwa wa pasuaji ambao unaenda kufanyika unategemea saratani imesambaa kwa kiasi gani. Wapo ambao titi lote linaondolewa, wapo ambao sehemu tu ya titi ndio inaondolewa, lakini pia wapo ambao unakuta kwamba ni kile kiuvimbe tu kinaondolewa, lakini daktari atafanya maamuzi haya kwa kuangalia vipimo na hali yako ulionayo. Sasa ili kuhakikisha kuwa seli zote za kansa zimeondolewa, baada ya upasuaji kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanapigwa au wanapitiwa tiba ya mionzi pamoja na tiba ya kemikali ili kuua wale kuua wale wale seli waliobakia. Ah, uh, tiba ya pili ambayo tunakuwa nayo Tanzania ni tiba ya mionzi, inamaanisha kwamba hii inakuta kwamba tunatumia nguvu ya mionzi hii ya x-ray kuua zile seli au seli za saratani na kuziua kabisa. Tiba nyingine ni tiba kemikali tunaita chemotherapy. Hii inatumia dawa kali zinazoweka kwenye mishipa ambazo zinaweza kuua zile seli za saratani. Kwa bahati mbaya ni kwamba zinaua pia na seli ambazo ni, ni, ni nzuri kwao, unajikuta unapata madhara mabaya, unajikuta unatapika, unanyonyoka nywele kwelikweli. Tiba ya nyingine ni tiba ya homoni e, hii ni homoni e, inapunguza homoni mwilini na kuzuia homoni zile zifanye kazi ili kupunguza ukuaji wa hile seli, kwa sababu zile seli za saratani zinategemea hiyo homoni kukua, ukipunguza homoni ile inasababisha kwamba ule uvimbe usikuwe haraka haraka. Sasa kwa mfano tiba ya homoni kama tamoxifen, mara nyingi inatolewa kwa wagonjwa wenye hatua za mwisho kabisa ya saratani ya matiti na wale waliona saratani ya matiti inaonea kwenda kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo nakuta tunaitoa ili ipunguze zile homoni kwao ile saratani isikue haraka sana. Kwa hiyo tunatumia upasuaji, tiba mionzi, tiba kemikali na wakati mwingine tiba ya homoni. Hayo ndio matibabu ambayo tunayatumia Ah, nchini Tanzania. Daktari atafanya uchunguzi, ataamua ni matibabu gani ambayo ni yanakufaa wewe kwa hatua uliyopo na kwa hali uliyonayo. Kuna watu ambao wako kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya matiti na wakati mwingine wanakuwa wanatafuta namna ya kuzuia a, asipate saratani. Kama dada yako alishawahi kupata saratani, nadhani na wewe unakuwa kwenye wasiwasi mkubwa. Na kama tulivyojua yapo mambo ambayo yanaongeza uwezekano wa kupata saratani kwayo. Kwa hiyo unachofanya wewe ni kuyahakikisha kwamba unazuia kwa mfano uh, unahakikisha kwamba unapata ujauzito mapema, unanyonyesha mtoto wako. Uh, kuna mengine ambayo hauwezi kuyabadilisha kwa sababu, kwa mfano huwezi kuamua kwamba uh, uwai kuvunja ungo, kwa hiyo hiyo haiwezekani, lakini pia hauwezi kuamua ni lini damu yako itakata, kwa hiyo hiyo pia hauwezi, lakini kama uko kwenye hatari zaidi unaweza ukaomba au daktari akaamua kukupatia dawa kama Tamoxifen Hizi zinapunguza oksijeni ile estrogen ile homoni ya estrogeni mwilini, ambayo kwa sehemu kubwa ndio inaongeza hatari ya wewe kupata saratani hii ya, ya, ya matiti. Kwa hiyo, ila inabidi ujue kabla hujatumia hizi dawa, hizi dawa hizi zinakuwa na madhara mengi mabaya, na unaongea na daktari ili aweze kukuambia madhara haya ni yapi, ili uweze kuyafahamu. Kama una hatari kubwa ya kupata saratani ya matiti kutokana na historia binafsi au familia binafsi kuna baadhi ya watu ambao wanaamua kwa mfano ana ile BRCA jini, BRCA wan jini hii ni jini ambayo inakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata anaweza akachagua kabisa kwamba mimi na miaka 25, ninaogopa ninaweza nikapata saratani kama mama yangu akaamua kukata hayo matiti mapema kabisa akayaondoa na anayaondoa kabisa ile matiti afu anatengenezewa matiti ya bandia anaendelea kuishi vizuri kabisa hii tunaita prophylactic mastectomy. Sasa hichi sio kitu ambacho kinafanyika kwa kawaida, lakini kuna watu wengine ambao wanachagua kwenda kwa njia hiyo. Asante. kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa, tutakuunganisha.